Wengi ambao wanatazama kupitia Azam TV wanakiri kwamba uwanja upo sawa na hili lilizungumzwa na meneja Walter Harrison mm. uh, kwa upande wa Yanga kwamba pitch haipo rafiki. Nadhani kama itapona baada ya mechi hii kwa kile uh, ambacho tunakiona inawezekana isipone hmm. Lakini mara nyingi au mara zote uh, sokoni ndio imekuwa inaonekana hivi mm. na hata ikiwa labda imwagiliwe vizuri iko sawasawa, bado mdundo wa mpira walio mm. wengi wamekuwa hawafurahii mm. lakini hiyo haiondoi sababu ya Yanga kuto kucheza vizuri, kwa sababu moja, kwa upande wangu, huyu kocha uh, Romain Folz ameonekana kutamani mm. Yanga icheze direct zaidi. Yaani, isiwo na mambo mengi mm. ila ifike langoni kwa timu pinzani itengeneze nafasi, itumie, irudi kulinda. Amerudi na kutafuta mpira na pole, atakapoteza mpira ndio hapo hapo aanze kusaka mpira ili waupate karibu na Yanga, timu pinzani mm. wasikimbie mbali mrefu, ambavyo ilitokea kwa mechi ya Bandari na baadhi ya mechi ambazo kuna baadhi ya wachezaji tulioona wanaingia wakaenda, okay, kubadilisha mchezo, hata kwenye dabi ya Kariakoo, ndio baadhi ya m, zile nasema sababu ambazo ziliingia zililenga kufanya hicho ambacho mimi nakizungumza. Tafsiri yake baada ya kuona hivyo kwamba uh, uwanja hauwezi kuruhusu hilo tangazo <laughs> uwanja, <laughs> uwanja au, au support kile ambacho kocha anakihitaji. Tafsiri yake tuone kile ambacho yeye anakiamini au anakitaka, anataka kukionyesha sasa, ambacho watu wengi hawakifurahii kwani kikosi cha Yanga mm -hmm. Sijui kama tunaelewana hapo, hichi nachokizungumza ya kwamba, kama kucheza mpira ambao watu wengi watamani kuona Yanga inafanya kocha ye yeah, hataki hivyo, anataka pengine timu icheze direct zaidi kwa lango la timu pinzani, ama ipige pasi chache ifike kwa lango la timu pinzani. Maana yake kuna sehemu atakuwa anatumia kama silaha, maana yake pembeni, uh, kwa Max Zengeli, lakini pia kwa leo hii Pakom Zuzwa, eneo la juu, sindio? Mpira mm -hmm. iko kwenye njia watembee ndicho ambacho umekizungumza mwenyekiti, ndicho ambacho pia umekizungumza Mpoma kwamba hata wanavyoanzisha mpira ni jigidi ara au wale mabeki wakacho lazimika kupiga mpira mrefu kwenda juu, maana yake uwepo kwenye njia, watu wakimbia, wafika lango la wa timu pinzani. Lakini licha ya kuona kwamba kile ambacho watu wengi wanakitaka hakitokei na hata hicho anachokitaka ana, yeye pia mm, leo huoni kama ana shauku anatamani kufanya hivyo, kwa sababu mpira unawekwa kwenye njia aina washaji ambao wanawatumia kufanya hivyo haonekani kufiti ama kutoshea katika hayo mazingira mm, kwa maana kwa mimi nasema ama naona ni kwamba kocha Romain Folz anachokiamua ndicho ambacho kazidi kuendelea kuchanganya watu mm. Yaani, umeona uwanja basi, yangu, wa kusupport basi, wathibitishie watu kwamba mimi mawazo yangu au idea yangu mimi mm, inaweza kufiti hapa, kwa kila ambacho labda nilikuwa jaribu katika viwanja ambavyo mimi nilizo kuona timu inacheza vizuri. Maana yake nilitegemea kuona baada ya kuona uh, kile ambacho yani, kucheza kwa direct kawaida kwa pasi fupi fupi tutafuta kwa, kwa ujumla wake kwenda kwa lango la Mbeya City inashindikana mm. Basi ile mpira mrefu mmoja ilijua kupigwa na mabeki itumike ipasavyo kwenda katika lango la timu nyingine, lakini haijawa hivyo. Kuanzia mpira juu ambao inapigwa Yanga wamepiga kona mm. Mpira inavuka au ugonge mchezaji wa Yanga, mpira uende mbali. Yanga wamejaribu mpira kurusha amekuwa hasa na sasa mm. kipindi cha kwanza, lakini umeshindikana <laughs> pia kutumia mpira ya namna hiyo, ila hali Mbeya City unaona wako very calm yani, wametulia wa wakipata mpira wanaanzisha shambulizi. Mipira ya juu wanawania vizuri, wanapata mipira, wanajaribu lango la Yanga, wanazuiwa, warudi na kujipanga upya, lakini mm. kwa Yanga haiko hivyo. Kwangu mimi, Romain Folz anachokifanya ama alichotuonyesha leo hii ni kesa. Okay, uwanja uje support basi, wewe umekuja na maamuzi gani <tipa>